Tume Huru ya Uchaguzi nchini Kenya imeanza tena mchakato wa kuandikisha wapiga kura ambao utaendelea wakati ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Tume hiyo inatarajia kuandikisha wapiga kura wapya milioni 6.3 ikiwa wanaolengwa hasa kwenye mchakato huu ni ma Gen Z. Wanasiasa wamekuwa wakiwahimiza vijana kujitokeza na kujisajili kwa wingi, wengi wao wakitegemea kwamba watakuwa wanaunga mkono hasa ukizingatia matukio ya hivi karibuni nchini Kenya. Vijana wamekuwa mstari wa mbele kutaka mabadiliko katika masuala mbalimbali. Wakati wa uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili idadi ya watu waliojiandikisha kwenye uchaguzi huo ilikuwa milioni ishirini na mbili Idadi ya watu katika taifa hilo la Afrika Mashariki ni milioni hamsini na nane Sasa ni hivi, mchakato huo wa kujiandikisha unafanyika katika ofisi za maeneo bunge yote isipokuwa maeneo ambayo yamepangiwa kufanyika uchaguzi mdogo. Mbali na wapiga kura wapya ambao wanaaminika wametimiza miaka kumi na nane na kuendelea, kulingana na takwimu za taifa, kutakuwa na fursa pia ya kufanya mabadiliko katika taarifa za mpiga kura kuhama kituo au eneo bunge na kuhakiki taarifa za mpiga kura. Mchakato huu wa kujiandikisha bila ukomo ulikuwa umesitishwa kwa kuwa hakukuwepo na tume rasmi ya uchaguzi. Baada ya kuapishwa kwa makamishna wapya miezi miwili iliyopita, wakaweka mikakati ya kuanzishwa tena, ambapo kote nchini Kenya wapiga kura wanaendelea kujiandikisha kuanzia Jumatatu tarehe 29 Septemba. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Kenya Erastus Ethekon, anasema lengo ni kufikisha jumla ya wapiga kura milioni 28 na kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 Happy?